Okay, okay, okay. Hesabu ya amplifier leo inamalizia na haya mambo tisa ya kufahamu kuhusu mwimbaji wa bongo fleva Rehema Chalamila au Ray C ambaye video yake ilianza, ilianza kusambaa toka jana usiku akionekana anasema anataka kuvua nguo mara anataka kujiua na ikasambaa kwenye mitandao mbalimbali mbali, na kuna video pia ambayo imesambaa ikiwa inamwonyesha Ray C amepakizwa kwenye gari la polisi na anachukuliwa moja kwa moja kwa ajili ya anachukuliwa na... anachukuliwa na <coughs> Of course, kuna mambo tisa ambayo unatakiwa kuyafahamu kuhusiana na hiyo ishu ya Ray C ambayo imeanzia toka jana usiku. Countdown ya Amplifier kwenye exclusive inakufahamisha kwamba katika jambo la kwanza, polisi Kinondoni imesema haikumpeleka Ray C polisi baada ya kumchukua pale Kinondoni na kumpakiza kwenye gari lao, bali walimpeleka hospitali na ni baada ya kusikia anasema anataka kujiua. Rehema hajakamatwa, Rehema amekuja na usiku akawa ameelewa amejiumiza huko, anataka kujiua So polisi kufanya kwa kwa, yaani kwa kwa busara tu, walitoa kupeleka hospitalini kupeleka kituoni kwanza, alikuwa na pesa zote, lakini hashikiliwi na polisi. Angewa shikana polisi, nikwambia naendeleeje? Yuko pale, tumpeleka pale tu kwa kwa ajili ya matibabu, kwa mfano na PF3, basi, kwa maana kama kapena sababu. Jambo la pili, Ray C amepimwa hospitali na yuko sawa, tofauti na waliosema au kusambaza habari kwenye mitandao kwamba akili zimemruka mwimbaji huyo. Cha tatu, Mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji Clouds FM, uh, Clouds Media Group, Mr. Ruge Mutahaba amekiri kwamba Ray C kweli kapelekwa hospitali kuanzia jana usiku na yeye mwenyewe alipokea simu na kwenda kumjulia hali. Mr. Ruge Mutahaba amekiri pia Ray C leo asubuhi kapelekwa rehab kwenye ile nyumba ya matibabu inayohudumia watu wengine walioumizwa na utumiaji wa dawa za kulevya. Nyumba hiyo iko Bagamoyo Pwani. Kwenye msafara wa Ray C kupelekwa Sober House kwa Mr. Karim Bagamoyo, alikuwepo pia mama yake mzazi na Ray C. Nyumba hiyo ya matibabu alikopelekwa Ray C ni kule kule alikopelekwa rapa Chidi Benz zaidi ya wiki tano zilizopita. Ray C anazo nyimbo nzuri ambazo alikaribia kuziachia kwenye redio hivi karibuni, lakini yeye mwenyewe amekubali kupelekwa Sober House kutibiwa, kwanza amalizane na hilo tatizo, alafu baada ya hapo ndio atarudi kikamilifu kwa ajili ya kazi ambayo ilimfanya Watanzania wamfahamu. Ray C hajalazimishwa kwenda Sober House Bagamoyo kutibiwa, bali amekubali kwa ridhaa yake mwenyewe leo, na akavaa vizuri tayari kwa safari ya Bagamoyo. Hata hivyo, mpango wa kumpeleka Ray C rehab ulikuwepo tayari, ulikuwa tayari umeshakamilika saa kadhaa kabla ya tukio la jana usiku kutokea. Hayo ndo mambo tisa ya kufahamu kuhusiana na mwimbaji raisi Rehema Chalamila. Hii ni countdown ya Amplifier. Millard Ayo anakuambia asante kwa kuisubilea radio yako leo. Mungu akijalia tena, countdown no nyingine ya Amplifier itakuwepo kuanzia Jumatatu. Of course kazi yake ni kuzitoa habari na matukio makubwa kwa Tanzania, kuanzia Jumatatu um, mpaka Ijumaa saa moja usiku Clouds FM. Mimi ni Millard Ayo, ungana na mimi kwenye Facebook, Twitter na Instagram.com/millardayo kote huko kazi yangu mimi kwenye Facebook, Twitter na Instagram ni kuzitoa habari saa 24, zile breaking news za matukio ya burudani kama haya, siasa na mengine yote makubwa utayapata kupitia Facebook, Twitter na Instagram za Millard.